Ujambo popote pale ulipo, natumai buheri wa afya. Karibu tena zaidi kwenye himizo letu hii leo. Mi hapa ni VMM, ukipenda Victor mado Mandala Mandala, naam na kwa sababu sisi, tuacha tupate kuenda kwa pamoja katika andiko letu hii leo. Ikiwa basi, twamshukuru Mungu kwa umbali huu, amekuwa Mungu mwema mweza wa yote. Siku nyingine ambayo Bwana ameifanya, ningependa basi tuende pale kwa pamoja eh. Tumekuwa tukiongea kuhusu eh, njia za kutoka katika ufungo fulani. Eh, kuna watu ambao wako kwenye ufungwa fulani na nikiongea kuhusu laana, eh, vitu ambavyo mtu anasema kwetu inakuwa hivi na, hatujawahi toka ndani. Na hivyo basi, mpendwa msikilizaji, tumejifunza mengi Of course, kama jana tuliweza kujua kwamba anasema, uh, ni hadi pale utakapochoka na hali hiyo. Na hapo jana tukasema kwamba eh, ni wakati ambapo unakula tu neno unakula tu neno, unaweza kujifanyia ile inaitwa self deliverance, eh? Kwa hiyo basi kwa leo ningependa basi tuvuke moja kwa moja kama ulimisa hapo jana, eh, of course ya last week nafikiria, eh, na wakati uliopita akisha kwamba umeenda kwenye mtandao wetu pale, enda, enda pale kwenye mtandao pale wa YouTube, tafuta Victor Mandala himizo utapata pale moja kwa moja umeweza kusubscribe pale, wapo pato, utapata pale Victor Mdala himizo yapo ile ambayo tulieka last. Alafu hakikisha kwamba ume pale nitakua vema zaidi. Kwa hivyo kando na hayo pia eh, kwa yule ambaye anapata pale kama uko pale eh, yule ambaye anatizama sasa hivi hakisha kwamba pia umesubscribe hapa chini. Chini ya video hii kuna neno subscribe. Click neno subscribe ukiambia sign in, sign in na Gmail account yako, copy the link and share, niweke comment yako hapa chini na Bwana kutende wema. Kwa hivyo na usisahau pia click notification bell ambayo iko hapo chini na itakuwa vema zaidi. Na kwa leo basi ningependa tuweze kugusia swala lingine tukuendeleza pale tuliachia wakati uliopita, tukiongea kuhusiana na wakati ambapo umefika, wakati ambapo kuna vitu ambavyo vinakufuata, laana, maneno ambayo yamesemwa dhidi yako. Kwa hivyo ni vema tuchukue hatua zifaazo, itakuwa vema. Naam, tusome kitabu cha e, Wakolosai, e, ukipenda Colossians chapter two. Wakolosai, e, sura yake ikiwa ni ya pili, Wakolosai sura ya pili mstari wake ukiwa ni msari wa 14 na 13 na 13 na 14 Naam. Colossians chapter 2 verse 13 and verse 14. Maandiko anasemaje? Msari wa 13 na msari wake wa 14, na, na nyinyi mlipokuwa mmekufa kwa sababu ya makosa yenu na kutotahiriwa eh, kwa mwili wenu, alifanya hai pamoja naye akiisha kutusamehe makosa yote. Bas 14, sikiza kwa makini, akiisha kuifuta ile hati iliyoandikwa ya kutushtaki kwa hukumu eh, zo, zake iliyokuwa na uadui kwetu, akaiondoa isiwepo tena, akaigongomea msalabani. Baba tuasema asante kwa kuwa wewe ni mwema, wewe ni Mungu mkuu unayeweza yote, twalinona kulimili jina lako, tunakutukuza e Mfalme maana unaweza Baba, naomba kwa ajili ya kila mmoja wetu, kwamba mfalme kapate kunena nasi. Roho Mtakatifu, shika usukani, nena nasi kwa kwa weni mwema. Kwa jina la Yesu naomba, Amen. Amen. Amen. Napoangalia katika andiko hili mpendwa msikilizaji, tulikuwa naongea kuhusiana na vitu ambavyo kuna ufungwa ambao mara nyingi unapata kwamba watu wanafika mahali mpaka wana, wanajikubali wanasema, unajua sisi tunakuwa hivi na kadhalika, na tumegusia kuhusu njia mbili za kujiondoa katika aina hii ya ufungwa na kwa vile basi e, tumeguzia ya kwanza ni kuchoka na hali kama hiyo e, tueguzia ya pili wakati uliopita tukaongea kuhusu neno la Mwenyezi Mungu, na ukitaka kuelewa vema inaenda e, pale kwenye, e, kwenye ujumbe ambao tulikuwa nao last time itakuwa vema. Na kwa sasa basi, kuna swala moja ambalo nataka kwa kujua tu ukweli wa neno la Mungu. Wa neno la Mungu ni kivipi? Unajua Yesu alipofika wakati ambapo anaenda kusulubishwa pale msalabani, ikafika e, e, wakati ambapo anasema kwamba alichukua yote laana zote alichukua then na akasema hivyo. Niruhusu nisome sura 14 tena kwa ile ambayo anajiunga nasi verse 14 uh, that is uh, Wakolosai sura yake ya pili msari wake wa 14, bila sema kwamba akiisha kuifuta ile hati iliyoandikwa ya kutushtaki. Hati iliyoandikwa ya kutushtaki ni kama ipi? Kuna watu ambao wanafika mahali, kuna sasa hivi unapokaa, kuna vitu ambavyo huenda usijue, lakini kuambia kwamba watu wanapoenda kwa waganga, kuna wengine walichukua, ukiwa shuleni walichukua vitu, wakaandika, wakachukua maandishi yako, wakaweka mavitu wameandika pale, wakapeleka kwa waganga, wakafanyia mazingaumbwe, wakakuroga, wakakufanyia mambo ya ajabu. Kuna wengine wameandika majina yako kwa, nilisikia watu wanasema, kuna wengine wanaenda kwa kioo, wanachora jina ya mtu kwa kioo wanachora pale, ni uganga tu na uchawi. Kwa hivyo watu wanafanya vitu mazingaumbwe za ajabu. Wengine walifika mahali wakaongea maneno ambayo si si ya kufeva wewe, si ya kutakia mema, lakini maneno ya kinyume, maneno ya laana, maneno ya kufanya kwamba usiwai faulu in life. Unajua Njina, nikumbusha miaka zile wakati ambapo kulikuwa na walimu fulani unajua siku hizi kuna mtu alikuwa anauliza kinyume na kufikira, hey, anaonanga. Si kuonanga. Maneno aliyoyasema yalikuwa na nguvu fulani, na hiyo nguvu basi imekuja kutimia, maana maneno yanatumwa kwa anga. Yanakuja na walk later. Kwa hivyo walinena maneno fulani, walifanya mambo fulani. Na wengine sasa ni laana. Unapofika mahali unagundua kwa familia yenu ni laana fulani ambayo inawasumbua. Watu wanafika mahali, eh, vifo vya mapema, wengine hawaolewi, wengine wanafika mahali wanapata kwamba hawapati watoto. Hivyo tu ukipata vitu vya aina hiyo. Vinafika mahali vinafanyika, imekuwa trend katika familia yenu. Ni vema mpendwa msikilizaji uweze kutambua. Ukitambua tu ukweli wa neno lake Mwenyezi Mungu. Ukijua ukweli wa neno hili. Naam, kama vile tunasema pale katika msara wa kumi na nne kwamba akisha kuifuta ile hati iliyoandikwa ya kutushtaki. Kuna watu ambao walifika mahali, kuna vitu tulifanya, wengine walihusika kwa matendo ma, ma, ma, ya ajabu ajabu, waliavya mimba. Kwa hivyo, kwa hiyo kesi bado imeandikwa dhidi yao. Wengine kuna wazazi wao walifanya mambo, waliua, na hivyo kwa sababu waliua, hayo maneno yanahesabiwa dhidi yao Inakuwa ni kesi dhidi yao. Kwa hivyo hayo yote ambayo ilifanywa, kuna watu ambao kuna vitu walifanya, waliiba, mtu akaongea kisu kitu. Kwa hivyo utapata kwamba hao watu walifanya kile ambacho walifanya kwa sababu walikuwa na right ya kufanya hivyo, there is something that you did, na ndipo sasa basi katika kulipiza wakapanga mambo wakatengeneza, ikawa it is counted against you. Inakuwa ni laana, inakuwa ni maneno yamesemwa dhidi yako, na inapofanya hivyo usipochunga usipojua ukweli waneno lake mwenyezi Mungu, usipoomba kinyume yatakuathiri. Na ndipo unasikia watu wakisema hii laana ya familia sijui laana sijui awapi, ni mambo ambayo mnafika mahali yanawafuata kisa na maana na, na, ni mambo yamefanyika. Unajua, kuna eh, mara nyingi ukisoma Bibilia nasema kwamba laana isiyokuwa na msingi wowote haitakufuata lakini, mara nyingi kama umefanya kitu alafu huyo mtu ambaye umefanyia awe ana uwezo, ana ako na ile authority. Unampatia authority. Wakati ambao unafanya kitu na mkosea, alafu anaongea maneno dhidi yako yanakuwa umempatia authority, na anaongea dhidi yako yatafanya ya kazi, na najua mara nyingi maneno ya, ya, ya, ya, ya kujenga yanakuwa very negative. Anafika mara anasema wewe hutawahi fika level. Hutawahi jenga. My friend utakuwa unang'ang'ana kujenga ukipata pesa unasema, wacha nivunje hii. Unataka kuvunja by force una, lazima nijenge. Unajenga, unagundua kwamba ulinunua riparian land <laughs> bahala ambapo unafukuzwa, pesa zimepotea, hujajenga. Unafika mali anasema hapana. Labda sema kwamba wewe utawaipata promotion, unafika wakati wa promotion, wakati ulikuwa karibu kuwa promoted hivi unapewa suspension. Yani, unaangalia vitu vinatokea vya ajabu ajabu tu. Kwa hivyo ni maneno, yani neno, lakini kisoma mstari huu unasema kwamba akisha kuifuta ile hati e, yale maneno ambayo ilikuwa kinyume nawe, maneno amesemwa kinyume nawe, akishaifuta e, ya kutushtaki kwa, kwa hukumu zake iliyo uh, iliyokuwa na uadui kwetu, akaiondoa isiwepo tena. Yani alipo amua kuiondoa, si kwamba ni kitu ambacho, unajua kuna watu ambao unasema nitasamea, lakini kusahau sitasahau. Wachana hiyo Naongea kuhusu Mungu ambaye Yesu ambaye alienda akasema anaiondoa na isiwepo tena kabisa, iende nyakati zote. Anasema iende for g, yani iende for good kabisa. Kwa hivyo basi, ndio makusudi ya Mungu kwamba laana hiyo iondoke, usihesabiwe tena hiyo laana, maneno haya kinyume asihesabiwe dhidi yako tena. Kwa hivyo ameondoa cha ukweli ndipo sana na nahisi kukuambia asubuhi ya leo, unapotambua huu kweli, basi unaenda mbele zake Mungu ukikiri hayo maandiko, ukikiri hilo neno, then inakufanyikia. Ndio njia nyingine ya kujiondoa kwa laana. Unafika mahali ambapo unajiombea kwa kuelewa maandiko, ukishajua ukweli wa maandiko na ujiombea. Na hapa ndipo wengi wanataka advantage, anafika mahali anakuambia oo oh, leta pesa, ndio ni kuombea nikufanyia hivi na hivi. Ni kwa sababu haujui maandiko, lakini tukijua, hata shetani mwenyewe anajua maandiko lakini sisi tumefika mahali, kizazi cha sasa tumekuwa so lazy, hataki kusoma maandiko, hataki kujua kweli wa neno la Mungu, lakini hataka tuambiwe, tuambiwe tu, tuambiwe tu. Tukiambiwa leo ukikunywa maji hivi unapona, unajua kwamba maji afaa, nitembee nao kwa chupa, unaamini kwa, kwa, hmm? kwa hicho una kitu, lakini uamini kwa neno lake Mwenyezi Mungu, ndio inaitwa living bread. Hatuamini kwa mkate wa uzima, tunaamini kwa vitu ambavyo tapewa tunataka shortcuts mara nyingi na hapo ndipo Apoteza. Mungu akusaidie na Mungu anisaidie kwamba katika yote tupate kujua ukweli wa neno lake Mwenyezi Mungu. Na siku hii ya leo nahisi kutangazia mtu, sijui ni nani, ulikuwa umefungwa na mambo fulani fulani, magonjwa ya kifamilia yamekufuata, kuna laana zingine ambazo zimekufuata, uwezi fanikiwa, kuna levo fulani ya maisha uwezi pita kisa na maana, ukiangalia imekuwa ni pattern katika familia yenu. Nasema kwamba kuambatana na neno lake Mwenyezi Mungu, kwamba alichukua yote akagongomea pale msalabani, kwamba siku hii ya leo yote ambayo yamekuwa ufungwa kwako natangaza kwamba yanafika kikomo leo, kwamba yalimalizwa pale msalabani. Alisema it is finished, na alimaliza yote, na nakutangazia siku ya leo kwamba vyote ambavyo vimekuwa kama ufungwa kwako vimefika mwisho. It is finished in Jesus name. Bwana Yesu aliamaliza yote pale msalabani na akaigongomea na akasema isiwepo tena na haitakuwepo tena, maana ameimaliza yote. Kwa jina la Yesu Kristo. Kwa hiyo popote pale ulipo Bwana akutende wema. Na kila mmoja ninahisi kwambia ni kwamba yote yalikwisha. Unapotambua hayo, niamini ndani mwako. Then mambo yanakuwa ni mapya. Mungu akutende wema. Mimi hapa ni, ni, ni VMM tuendelee zaidi hapo kesho panapo majaliwa yake Mwenyezi Mungu. Lakini ni katika njia moja ya kutaka kujua pale wakati ambapo laana imekufuata, mambo yamekufuata. Njia moja wapo ya kuweza ya ya kupata ukombozi wako ni kwa kujua ukweli wa neno la Mungu. Unapotambua ukweli unaomba kuambatana na maandiko, unakiri basi, mambo yanakuwa sawa, maana Mungu si mwanadamu aseme uongo. Anachosema anatimiza. VMM, nikumbushe kwamba ni wakati wa kutoa sadaka zetu. Kwa hivyo pote pale ulipo, ni vema tuweze kutoa sadaka tunapomalizia ibada hii, maana ibada ijakamilika pasipo matoleo. Kwa hivyo pote pale ulipo, nambari ya kutumia kuweza kutoa sadaka zetu ni 0722439 49 nambari ya simu pale unaweza katumia pale, mpendo msikilizaji 0722 24 msikilizaji 0722 24 39 49. Kwa hiyo basi apote pale ulipo, nashukuru sana. Mungu akutende wema, twende na tena pana majaliwa. Na iwapo pia unahitaji lako la maombi, unaweza tuma pale kwa nambari hiyo, tuma SMS, WhatsApp, piga simu, nitakuwa bomba sana. Kwa hivyo 0722 24 39 49. Na usiondoke hapa kabla usubscribe. Chini ya video hii kuna neno subscribe. Click hiyo neno subscribe. Kiambia sign in. Sign in na gmail account yako. Copy the link and share. Nweke comment yako pale na Mungu akutende wema. Kwa hivyo hakikisha kwamba umesubscribe pale na Bwana akutende wema. VWM, kibenda Victor Mandala, tuadiane tena pana majaliwa yake Mwenyezi Mungu. Next time. tukiendelea zaidi. Subscribe and bye-bye.